Wazo tu mapema umeanza kuzurura huku na huku kwa majuma, kwa Aisha, kwa nani, nataka nifanye, nataka nifanye hiki, nifanye hiki, nitoke hapa niende pale. Hapana, punguza mambo mengi. Watu unaowaambia usiwaamini sana. Watu ambao wanazungumza na wewe na kukusikiliza sio wote wazuri, na wengine ni wazuri, lakini ziko roho nyuma ambazo zikisikia zinakasirika zinaweza zikaja kwa nguvu kwenye jambo lako ghafla, ukashangaa biashara uliokuwa unataka kufungua, kuna vikwazo vimetokea, kuna dharura zimetokea, imeshindikana, iwe ni magonjwa yametokea, au ni changamoto mbalimbali mbali, za dharura, za matatizo nyumbani kwenu, wazazi wazaziwea wako wanahitaji msaada wa jambo tu. Nashangaa kale kamtaji ulikuwa unataka ufanya biashara kamefia pale. Kwa nini? Idea yako ilikuwa nzuri na mipango yako ilikuwa mizuri, lakini ulipomwambia mtu, hukujua ni nini kilichojificha nyuma yake. Kila mtu unayemwona ana vita ambayo haitaki afanikiwe. So unapoona mtu anafanikiwa, ni vita anapigana nayo na anaishinda. So lazima ujifunze kupigana vita na kushinda. Ukishinda unafanikiwa, lakini ndio kwanza unaanza wazo la jambo fulani, wazo la kitu fulani, au wazo la huduma bado hujapata